wakati kabla hayajatokea mauaji na vifo vya watu wengi ile tarehe 29 before things happen on 29 kabla watu wajafa wengi mimi niliwapa huo unabii I I gave you the prophecy. nikawapa picha nzima mbili ile zitakavyokuwa zinapita na namna watakavyokuwa wanakufa nikasema lakini But I say watakaotulia kwenye madhabahu But the one who na kunisikiliza, and who they, na kusikia kile nitakachowaelekeza, hao ndio watakaokuwa salama. Na tukamalizia na kitabu cha Malaki sura ya nne. Naomba tusome kitabu hicho, tujikumbushe tu kidogo. So hicho kitabu tulikisoma hapo. That book we have read. Sasa wewe ukisema ukisema haya mambo yanayoendelea na wewe yanakuhusu, utakuwa ufuatilie. Tulisoma so not... right. Malaki hapo sura ya 4 nilipotoa wewe unabii, so we have read Malachi chapter 4 mstari wa kwanza ndio tulisoma kama unakumbukumbu vizuri, verse 1 if you have, kwa maana angalia, Biblia inasema hivi, Malaki sura ile ya 4 mstari wa kwanza. Kwa maana angalieni siku ile inakuja inawaka kama tanuru, kama, kama tanuru na watu wote wenye kiburi, nao wote watendao uovu watakuwa makapi. Na siku ile inayokuja itawateketeza, asema Bwana wa majeshi, hata haitawaachia shina no branch, lakini kwenu nyinyi mnaolicha jina langu Eh, jua la haki litawachomozea, anasema, likiwa na uwezo wa kuwaponya katika miali yake. Nanyi mtatoka nje na kuchezacheza kama ndama watokapo like mazizini, anasema hivi. Nanyi mtayakanyaga maovu maana watakuwa majivu chini ya nyayo za miguu yenu katika siku ile niifanyayo, asema Bwana wa majeshi. so, ili kama unalikumbuka neno hili tulilisoma siku hiyo, nikasema matukio haya ni endelevu, yataendelea kuja wala tatizo oh, alipo kwa rais wa Tanzania to awa wa Tanzania, nataka nikuambie hivi unielewe. Tatizo unaloliona sasa hivi wala halipo juu ya rais aliyeko juu ya madaraka, it is not in the president, wala halipo kwa watoto wa taifa la Tanzania, to the children of Tanzania.